Takriban kuanzia kule usawa wa Rugu kule usawa wa Kidunda ambako ujenzi wake unaendelea, tutajenga hapa katikati zaidi ya mabwawa kumi ili kuweza kukabiliana na kuweza kuyaelekeza na kuyahifadhi maji ili yasilete mafuriko haya ambayo yamekuwa yakijitokeza. Kule kwa Kidunda tayari ujenzi umeshafika zaidi ya asilimia arobaini, zaidi ya asilimia arobaini pakiwa pametumia zaidi ya bilioni mia moja. Sasa tuna mabwawa mengine hapa katikati ambayo tayari fedha yake ipo, yakiwepo bwawa la Kidete, bwawa la Lumuma pamoja na mabwawa mengine kama ambavyo yatatajwa vizuri na waheshimiwa mawaziri wa sekta ambao tayari wako kwenye hatua za utekelezaji wa ujenzi wa mabwawa hayo, amba kwa mridhie kwamba serikali si tu kwamba tumekuja hivi ambavyo yametokea mafuriko na madhara kadhaa, serikali imeshachukua hatua na hatua zingine zinaendelea za kukabiliana na masuala ya aina hii katika maeneo mbalimbali yanayohusisha wilaya ya Kilosa pamoja na wilaya ya Mpwapwa pamoja na kule upande wa Morogoro ya Vijijini, ambako ndiko liliko lile bwawa la Kidunda. Kwa upande huu hapa tunatarajia yatajengwa mabwawa takribani tisa makubwa na yatajengwa mabwawa mengine matano madogo madogo kwenye vyanzo vya mito katika baadhi ya milima ambayo ni mpakani mwa Kilosa pamoja na mpakani mwa Dodoma ambayo ndo inayochangia mtawanyiko huu wa maji. Fedha yake ipo ya kujenga mabwawa yale mawili na fedha yake ipo ya kujenga yale mabwawa sita pamoja na lile la Kidunda ambalo linaendelea, na baada ya hapo utafanyika utaratibu wa yale mabwawa mengine madogo ambayo na yenyewe yameleta athari. Leo hii hapa tumekuja na nusu ya baraza la mawaziri, wako hapa mawaziri wa sekta pamoja na mawaziri ambao ni wenyeji wa mkoa huu. Kwa ajili ya muda, hatutaleta wote kwa ajili ya kuongea, angalau watasalimia na kusema maeneo haya ya msingi ambayo ni mambo yanayowahusu wananchi wagungwe pamoja na, na, na mkoa mzima wa Dodoma kwenye lile nililosema linalohusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Ndugu zangu ana Dodoma, hali hii tusipobadilika tutaendelea kukabiliana nayo hivi hivi, na tutaendelea kupata madhara, kwa sababu nimewaambia na pale Kilosa, yapo mambo mengine ambayo ni lazima tuambizane ukweli. Eneo la kwanza, kama unajua kabisa hili ni bonde. Kwa sisi wafugaji, hata majani tu yanatoshaga kuonesha kwamba huu ni mkondo wa maji, lakini tumekuta pale watu wamejenga mle mle kwenye maeneo ambayo ni ya mkondo wa maji. Na kwa mabadiliko ya tabia nchi haya tulionayo, haya mambo lazima yatatukuta. Sasa yakitukuta, ndo tunapata shida kama ile ambayo tumeiona pale Tindiga. Lakini la pili, uharibifu wa mazingira kukata miti kote tunavieka kote tunavieka, na wala hatupandi miti, na maeneo mengine tunalima bila kufuata ule utaratibu ambao utazuia masuala ya mtiririko wa mchanga. Tumekata miti na tumelima katika maeneo ambayo yanasababisha mtiririko ule wa mchanga. Kinachofuatia, mito yote ikishajaa, maji yakishakuja, ni mafuriko. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo kuanzia ngazi ya kijiji tuanze kuambizana kwamba ndugu zangu ninyi mliojenga hapa ni eneo la mkondo wa maji ama eneo hili hapa, tunatakiwa tusifieke misitu kwa ajili ya kuzuia mafuriko. Haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuanze kuyaongea na tuanze kuchukua hatua kuanzia pale pale tulipo, ili tuweze kuepukana na matatizo haya ambayo sasa sio hadithi za kusimuliwa kutoka mbali, ni halisia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anatambua moja ya changamoto kubwa na waheshimiwa wabunge wa eneo hili kila wakati huwa wanasema, tunaongea tukiwa tumekaa kwenye vikao vya mawaziri na tunaongea tukiwa tunajadiliana masuala ambayo yanahusu kibunge, ni masuala ya barabara, barabara wilaya ya Mpwapwa, na taarifa ninazo kwamba mkandarasi alishapatikana wa kujenga barabara kwa kiwango cha lami, na natambua kwamba jambo ambalo lilikuwa bado halijafanyika ilikuwa ni kupata fedha za awali ili aweze kuanza ujenzi na natambua lile korongo, mheshimiwa waziri, ambalo linawatenga wanakibakwe wawe kisiwani, pa, korongo la, la, la kule Gule pamoja na daraja lililopelekwa na maji pale Godegode. Sasa kwa lile korongo na lile daraja, niwaelekeze wenzetu wa TANROADS, niendeni mkafanya makadirio kwa hali ya dharura, kwa sababu hatuwezi tukawaacha wananchi wa wa wilaya ya, sehemu ya wilaya ya Mpwapwa wakawa wametenganishwa na maeneo mengine, na maeneo mengine ndio yanayowapatia hospitali na mahitaji muhimu. Nendeni mkafanye tathmini tujue pale daraja la Godegode linahitaji kiasi gani, tujue lile daraja la pale Gulwe linahitaji kiasi gani, lile korongo ambalo limefanya kule kule kuwe kisiwa. Ninaitwa Makame Mbarawa, waziri wa uchukuzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana na mimi kunipa fursa hii ya kusalimia ndugu zangu wa Mpwapwa. Ndugu zangu, tumekuja hapa kwa ajili ya kufanya tathmini ya athari ambazo zimetokea kwenye mradi wetu wa SGR. Kwa ujumla, reli yetu ya SGR ipo salama, lakini hatuwezi kuruhusu kuendelea kutumia bila kujiridhisha, kwa sababu jambo la kwanza kwetu sisi ni usalama wa wananchi na duniani kote kwenye redi kama hizi, jambo la kwanza ni usalama. Kwa hivyo sisi tunafanya tathmini ya kina kuanzia Morogoro mpaka Dodoma. Hivi sasa wataalamu wetu wapo pale Kidete wanafanya marekebisho madogo madogo. Tunaamini kuanzia kesho usiku njia itakuwa vizuri, nao tutaanza kufungua rasmi usafiri wa redi ya SGR kutoka Morogoro kuja Dodoma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana, na tunaendelea kuisimamia na kukambania kuhakikisha safari itaanza kesho usiku. Asante sana, asante sana mheshimiwa waziri. Na hili jambo alilosema mheshimiwa waziri ni jambo la msingi sana, na sisi wa mkoa wa Dodoma kwa sasa ndipo treni inapoanzia ama wakati inapoishia. Niwaombeni Wanadodoma, tusifanye jambo la usafiri wa treni kwa mhemko duniani kote wanakotumia miundombinu hii ya kisasa wanazingatia zaidi masuala ya usalama barabarani. Unaweza ukakwama kwenye tope ukasukuma, lakini kwenye treni inayotumia umeme, kama mvua inayonyesha ni ya upepo, hauwezi ukaruhusu na treni ikaendelea, kwa sababu upepo unaweza ukatikisa nyaya za umeme, na hicho chombo kikiwa kwenye spidi, ni jambo la hatari. Hata kwenye mataifa yaliyoendelea, kukitokea kuna seluji siku hiyo hawatoi reli kwenda kwa hawatoi treni kwenda kwenye usafiri. Hivyo hivyo na ndege, hawapeleki ndege zisafiri siku kuna theluji. Hivyo hivyo hata sasa hivi tunavyoongea, yapo mataifa ambayo reli zao, treni zao, reli zao zijafanya kazi takribani tangu Krismasi. Kwa nini? Mvua kubwa zinazoendelea. Kwa hiyo sisi kwa sababu tumezoea kubishana hata kwenye masuala ya msingi, unaweza ukawasikiliza wanao chombeza chombeza, lakini mimi niwaambieni hivi wanavyofanya wenzetu wa wizara pamoja na TRC ndio jambo sahihi, kwamba kama wana mashaka na kipengele kidogo tu ni lazima wajiridhishe kwanza ndipo waweze kuruhusu treni iweze kuondoka. Na mimi nimeji, nimejionea treni reli yote iko sawa, isipokuwa kuna sehemu moja ambako udongo unaendelea kumegeka megeka, ambapo ni lazima ujiridhishe ili usije ukaleta madhara tena yanayohusisha maisha ya Watanzania tupo na waziri wa kilimo. Najua muda umeshaenda sana. Na wewe, kuna mabwao utakayo yajenga, jitambulishe kwa kifupi na, na kusemea mabwao hayo kifupi tu, ili tuweze kuenda na muda, vyombo hivi visivyo na taa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kwa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeelekezwa na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kila sehemu yenye changamoto ya mafuriko kujeuza yale maji kutoka kuwa laana kwa wananchi na wakazi wa pembezoni mwa maeneo hayo kwenda kuwa baraka kwa kuyashika yale maji, kuyahifadhi na kuyatumia kwa shughuli za kilimo. Kazi ambayo tunaifanya kwenye eneo la mkoa wa Dodoma, lakini hasa wilaya hii ya Mpwapwa na wilaya ya Kilosa ambayo tumetoka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa jirani tuna bwawa tunalolijenga la Msagali Bwawa hili sasa hivi awamu ya kwanza imekamilika na wananchi mmesharuhusiwa kuanza kulima, si ndio? bado bado, hamjaruhusiwa. Mwaka huu tumeruhusu mwanze kulima, lakini tunaenda hatua ya pili ya kuhakikisha tunatengeneza sasa mifereji pamoja na miundombinu kwa ajili ya umwagiliaji. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaenda awamu ya pili ya upanuzi wa hilo bwawa na hii itaenda sambamba pamoja na ukamilishaji wa upembuzi yakinifu wa mabwawa yote yanayohusu bonde hili linalounganisha Mpwapwa, Kilosa na sehemu za Mvomero, ambapo tumetoka upande wa pili. Kuna mabwawa ambayo sasa hivi yanafanywa upembuzi a yakinifu, bwawa la Kidete, bwawa la ki, kigaigai ki, ki, eh, Kimagai, bwawa la Buigili ikoa lakini tunalo la Hombolo pamoja na bwawa la Dabalo ambalo lipo upande wa Dodoma yote, pamoja na hili ambalo lipo kwenu, ni wahakikishie tunaendelea na ujenzi lakini, yale tunayo yasanifu tayari, Mheshimiwa Rais ametupa bilioni 125 kwa ajili ya kuyanza, pale tutapokamilisha upembuzi yakinifu katikati ya miezi mitatu minne ijayo, kuanza ujenzi wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nikushukuru sana kwa kutupa fursa tumekuja kwenye ziara yako, tumeona uhalisia wa maeneo na uhitaji mkubwa wa kujengwa kwa hiyo miundombinu ili kuwaepusha wananchi na athari ya maji. Ni kuhakikishie maagizo uliyotupatia tutayatekeleza kwa haraka na kwa kuangalia tija kwa wananchi tuliopewa dhamana ya kuwaongoza. Asante sana, asante sana. Mheshimiwa mbunge wa Mpwapwa kwa niaba ya wabunge wa mkoa wa Dodoma. Karibu sana kifupi tu. Dokta Mwigulu Nchemba oye! Dokta Samia safi! Yeah. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikushukuru sana kwa ajili ya ziara hii. Ziara hii imekuwa na ukombozi kwa watu wa Mpwapwa. Majibu yote ambayo tulikuwa nayo umeyatoa. Barabara ya Kongwa Mpwapwa, lakini bwawa la Msagari lakini bwawa la Kimagai. Sasa nina maombi mawili. Kwanza naomba barabara ya kutoka Mpapa kuja hapa Gurwe mpaka stesheni iwekwe rani, kwa sababu hapa tuna watu wengi watafika hapa. Sasa barabara hii pia ni mbaya sana. Lakini la pili, kwa sababu tuna stesheni ya sigara mahali hapa, tungeomba kituo cha afya, inaweza kutokea dharura yoyote ya ajali. Hapa hakuna kituo cha afya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba sana, jambo la kituo cha afya ni muhimu sana mahali hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakupongeza sana kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu. Wewe ni mtu ambaye nakufahamu mnyenyekevu. ni unakumbuka, siku moja nilitumwa na askofu wangu nije nikuombe appointment, ukasema askofu wao afanyiwe appointment? Askofu anafuatwa ofisini kwake. Nilikupeleka ofisini kwa askofu nakumbuka, na ile shida, nataka nichukue fursa hii kuambia ilishatatuliwa, ile fedha tulishalipa kanisani. Napenda nikupongeze sana mweshimua waziri mkuu. Baada ya kusemaa machache, mkutano huu usio wangu, naomba nikushukuru sana kwa kutembelea gurwe, majibu yetu yote tumeyapata. Asante sana, asante e. Meneja chukua hili la barabara ya kutoka mpua, pua, ya kutoka wapi kuja mpaka hapa. The meneja chukua hilo utatuambia status yake ikoje. Katibu wangu, mwelekeze waziri wa TAMISEMI aweke kwenye, achukue jina achukua jina la eneo hili hapa kwa ajili ya kituo cha afya. Hilo hapa limeisha kwenye miaka hii mitano, hilo la Lunde, mbunge wa jimbo la Mtumba, waziri wa madini. Nakupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na serikali kwa ujumla kwa, kwa kazi kubwa

ale ani mchemwa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, mbunge wa Kilosa. Naitwa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, mbunge wa Kilosa. Yale ya hapa na Kilosa yanafanana, na tunamfahamu tunamshukuru sana mheshimiwa waziri mkuu kuja kuona ndani ya miaka mitano ya Dr. Samia Suluhu Hassan eneo hili la kuanzia Gulwe kwenda mpaka Kilosa litakuwa na maendeleo makubwa ya kilimo na hali itabadilika, na hii mvua itakuwa ni baraka, na hii reli itakuwa ni baraka. Tutazalisha mazao yote, na chini ya usimamizi wako hatuna wasiwasi. Gulwe eh, Kibakwe aga, Kitati, Lumuma ya Kilota, Lumuma ya Mpwapwa, Kilota yenyewe, na Morogoro yote, na Dodoma tutaneemeka sandeni mno, mlungu ya wadime, mlungu ya walugute Asante ah, sana. Asante sana ya Mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simba Chawene, Mwata Golovala, mkweni dokta Mwigulu, oye! Waziri mkuu wetu oye! Dr. Samia oye! Mheshimiwa waziri mkuu, tunakushukuru sana kwa ziara yako hii unaweza ukaona hapa kama unaongea kwa kimasiara, lakini kusema kweli, umegusa nyoyo zetu kwa maeneo yote uliyoyagusa, hasa la barabara, lakini pia kituo cha afya hapa ni muhimu sana kwa sababu ya stesheni iko hapa, lolote linaweza kutokea. Ni mambo makubwa, tunakushukuru sana. Nilitaka niseme moja tu, Mheshimiwa waziri mkuu, kwamba mabwawa haya yaliyotajwa haya yalijengwa zamani, wakati wa reli ile ndogo ile ya zamani ya, ka, ya mkoloni na wakati ule ekolojia haikuwa hii iliyoko sasa. Kwa sasa mabwawa haya yanasomeka, yako kwenye mstari mmoja kadiri reli inavyokwenda, lakini tatizo liko milimani huko, ambako maji yanatoka. Kwa hiyo usipoyapunguzia huko, ukajenga mabwawa mengine kule, utashangaa huku utapokea maji mengi tu ambayo sasa na yeye yatakusumbua, na yanaweza akaondoka hata na hili tuta, kwa hiyo tuseme kama kuna jambo la kufikiria, ni vema wataalamu wakaangalia upya namna maji yanavyokuja na namna tunaweza kuyapunguza huko ili yaje kidogo, na lakini pia yaingie kwenye mabwawa haya yaliyokuwepo toka zamani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli tunakushukuru sana. Karibu sana sana sana, ila barabara umetukosha sana na umeagiza hapa waziri wa fedha atoe fedha, na mimi nitamng'ang'ania na mwenzangu Malima kama kawaida yetu, tuhakikishe kwamba barabara hii nasi tunaonja lami. Toka tupate uhuru, hatujawahi kukanyaga barabara kuja lami kuja Mpapwa. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante asante. Kwa dakika moja, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mazingira, jitambulishe Guwewe. Najua wote mmefurahi kumwona Mheshimiwa waziri mkuu, tumpungie mkono, tumpungie mkono. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Nchemba oye! Dkt. Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa waziri mkuu, nakushukuru sana kwa fursa hii. Mimi naitwa Festo John Dugange, naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Mheshimiwa waziri mkuu, naomba niwape ujumbe mmoja wananchi wa Gulwe na Mpwapwa kwamba mambo yote makubwa yaliyosemwa miundo miundombinu ya, ya mabwawa na mambo mengine, dawa yake lazima tutunze mazingira yetu. Mazingira ni uhai, tunza mazingira ya kutunze. Asante sana mheshimiwa waziri mkuu kwa nafasi hii. Asante kwa ndugu zangu, tunapomalizia, naomba niwahakikishie jambo moja kwamba ni tabia ni sifa ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba pale panapoonekana pana tatizo, pananung'unikiwa, ni kwenda yeye, ana kawaida ya kwenda kutoa suluhisho la tatizo hilo. Tuna mifano mingi sana tungeongea ya majawabu yaliyopatikana katika maeneo ambayo yalikuwa na shida, na yeye akasema hapa lazima tupate ufumbuzi wake. Mmoja mkuu wetu wa mkoa ametuambia kuhusu pale barabarani tumehangaika miaka na miaka tangu barabara ikiwa ya vumbi. Yeye akasema hapana, hatuwezi tukaendelea na utaratibu huo, kwamba wananchi walalamike na serikali ilalamike. Hapana, ni lazima tupate jawabu la kutosha. Lakini si hiyo tu, na haya tunayowaambia haya ya upande huu yatakwenda kupata majawabu, na kazi hiyo imeanza. Nimewaelezea kule mwanzo ambako tayari ujenzi ni zaidi ya asilimia 40, na hapa tayari fedha yake ipo tayari na masuala ya usanifu yamekadiriwa ndani ya miezi sita, ambapo tayari kazi hiyo ilishaanza. Kwa hiyo takribani kwenye mwezi wa nne wa tano, mambo ya usanifu yatakuwa yameisha, tutakuwa tunaona ujenzi ukiendelea. Na kwa kuwa haya mambo ya mafuriko huwa yanaenda kwa vipindi vinavyojirudia, baada ya miaka mitatu ama minne ama mitano, tunatarajia itakapokuja ile nyingine, tunaamini kwamba miaka mitatu ama minne inayokuja tunaamini kwamba tutakuwa tumeshapata masuluhisho ya maeneo haya, na tutaendelea na maeneo mengine kama ambavyo mheshimiwa waziri umesema, ya maeneo mengine ambayo yanahitaji na yenyewe yafanyiwe utafiti, yaweze kujengwa mabawa kama ambavyo tumeona kwa kule Kilosa, kuna maeneo matano ambako ndo mito inakoanzia. Kwaona huku tutaangalia maeneo ya aina hiyo ili ufanyike utafiti na ujenzi kama ambavyo umeshafanyika wa maeneo haya uweze kufanyika leo tulipita tu kwa ajili ya kukagua masuala ya uharibifu yaliyojitokeza. Tutapita siku zingine, inaweza ikawa hapa hapa ama eneo lingine, kwa ajili ya kuwasikiliza Watanzania. Maana hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha viongozi tunashuka kwa wananchi kwa ajili ya kuwasikiliza, kupata kero na kuweza kuzitafutia ufumbuzi wake. Kwa hiyo tutapita katika siku hiyo ambayo tutakwenda kufanya kazi ya aina hiyo. Lakini mambo mengine ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi yameshaanza kutekelezwa yakiwemo ya yale yanayotakiwa kutekelezwa ndani ya siku mia moja Hivi tunavyoongea walimu elfu saba wameajiriwa na Januari kumi wanaanza kazi ya kufundisha watoto wetu. Watu watumishi wa afya elfu tano wakiwemo na madaktari wameshaajiriwa, ifikapo tarehe kumi Januari na wenyewe watakuwepo kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kutoa huduma za afya, sambamba na mambo mengine mengi yakiwemo ya gridi ya maji ya taifa yakiwemo ya mikopo kwa vijana, pamoja na mambo mengine ambayo yaliahidiwa ndani ya siku mia moja na yale ambayo yako kwenye ilani yatakwenda kutekelezwa. Sisi kama watanzania tuendelee kuiombea nchi yetu ili iendelee kuwa ya amani, kwa sababu pasipo amani hatuwezi tukatekeleza haya yote ambayo ni mipango mizuri kwa ajili ya maisha yetu. Basi asanteni sana kwa ajili ya muda na tuna watakia kila la heri. Sisi tutaendelea na utekelezaji huu. Waheshimiwa wabunge wengine tutapata fursa siku nyingine, wa wa kwa ajili ya muda itoshe, hawa ambao wamesalimia kwa niaba ya wote ali. Asanteni sana, ale sande. Mungu awabariki sana, asanteni sana.